Habari, leo nitakuletea vyakula ambavyo unatakiwa kuvitumia kama una changamoto ya gesi tumboni. Kama uko hapa una gesi tumboni, basi tumia vyakula hivi. Chakula namba moja, usikose kutumia parachichi. Parachichi ni zuri sana, lina mafuta mazuri, hivyo litakulinda kuondokana na changamoto ya gesi tumboni. Lakini namba mbili, usiache kutumia ndizi mbivu. Ndizi mbivu hakikisha unatumia, hii itakusaidia pia kuondoa gesi tumboni. Lakini namba tatu, usiache kutumia karoti. Karoti na karoti na, na, na tunasema na bamia ni nzuri sana kwa sababu zina ute ute, kwa zina, zinaongeza kinga kwenye kuta zako za tumbo, lakini pia papai. Papai tuna, tunasema ina enzymes ambayo inasema, papai papain, moja kwa moja huwa inatumika kumengenya protini kiurahisi bila kusababisha gesi tumboni. Lakini kitu kingine cha kutumia, hakikisha unatumia maji ya nazi. Maji ya nazi ni mazuri sana Lakini pia usiache kutumia samaki waliochemshwa au mafuta ya samaki ambao wanakuwa na omega 3 mara nyingi na kuaga na uh, protini nyepesi sana, kwa hiyo hawaibui gesi tumboni. Lakini cha mwisho, hakikisha unatumia uh, tunatumia uh, uh tumia minti, minti ambayo tunasema ni mnana. Mnana ni mzuri sana, umekuwa ukisaidia watu kuondokana na changamoto hiyo. Lakini pia mwisho, hakikisha uh, unatumia mchele wa brown, lakini pia viazi vitamu vitakusaidia kuondokana na changamoto ya gesi. Twambie hapo wewe, wewe unatumia nini kuondokana na gesi, ili tuweze uh, uweze kushare na sisi na wengine waweze kujifunza zaidi. Karibu.